Watu wengi wamekuwa wakijiuliza je, ni mambo gani ambao wakiyafanya Mungu atawajibu maombi yao kwa haraka, lakini wengi wameishia pasi na majibu yote. Leo nimekuandalia somo hili zuri, ukifanya mambo haya nane Mungu atajibu maombi yako kwa haraka. Jambo la sita na la nane litakushangaza zaidi. Kabla hatujaendelea na somo letu la leo, jambo unalotakiwa kulifanya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 kwa kufanya hivyo utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie ukifanya mambo haya nane, Mungu atajibu maombi yako kwa haraka. Namba moja: omba kwa imani thabiti. Imani ni tiketi ya kupata kile unachoomba. Ukiomba huku moyoni mwako ukiwa na mashaka, majibu yako yatachukua muda lakini ukiomba huku ukiamini kwamba Mungu anaweza na atafanya, majibu yako kuja kwa haraka. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 9 na mstari wa 27 hadi wa 30 imeandikwa nukuu, Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti wakisema, uturehemu, mwana wa Daudi. Naye alipofika nyumbani, wale vipofu walimwendea Yesu akamwambia, mnaamini kwamba naweza kufanya hili? Wakamwambia, naam Bwana. Ndipo alipowagusa macho, akasema, kwa kadiri ya imani yenu mpate macho. Yao yakafunguka. Tunaanza kuona Yesu an anaomba anawaombea vipofu wawili waliokuwa hawawezi kuona, akasema kwa kadiri ya imani yenu mpate macho yao yakafunguka Kwa hiyo imani ni tiketi ya kupokea kile unachoomba ukiwa na imani, itakusaidia itakufanya upokee majibu ya maombi yako kwa haraka sana. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 21 na mstari wa 19 hadi wa 21, imeandikwa akaona mtini mmoja kando ya njia, akauendea asione kitu juu yake ila majani tu, akauambia, yasipatikane matunda kwako tangu leo hata milele mtini ukanyauka. Mara wanafunzi wake walipoona walistaajabu, wakisema jinsi gani mtini umenyauka? Mara Yesu akajibu akawambia, mkiwa na imani, msipokuwa na shaka, mtafanya si hilo la mtini tu, lakini hata mkiwaambia mlima huu ng'oka, ukatupwe baharini, litatendeka. Kwa hiyo imani inakufanya ufanye matokeo makubwa, imani inakufanya upate kile unachomwomba Mungu una, unapokuwa na imani ndani yako usipokuwa na mashaka yote, unaweza kuuambia mlima wa magonjwa, mlima wa tabu, hama kwenye maisha yangu, ngoka kwenye maisha yangu, na mlima ule ukatii, kwa sababu una imani kwa imani. Inakufanya upokee. Imani ni tiketi ya kupata kile unachomwomba Mungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 21 na mstari wa 22 imeandikwa, na yote mtakao yaomba katika sala mkiamini mtapokea. Neno la Mungu lasema, na yote mtakayoomba katika sala mkiamini, mtapokea. Imani inakufanya upokee kile unachoomba. Imani inakufanya upokee kwa haraka kile unachoomba. Ukiwa hauna mashaka ndani yako, ukamwomba Mungu, Mungu atajibu maombi yako kwa haraka sana, kwa sababu ya imani. Imani ina nguvu ya kuvuta majibu ya maombi yako. Lakini jambo la pili ambalo ukilifanya Mungu atajibu maombi yako kwa haraka, kuwa na moyo safi. Ukijitakasa, ukasamee wengine na kuishi kwa moyo msafi, maombi yako yanapanda mbele za Mungu kwa haraka siku zote. Maisha ya dhambi huchelewesha majibu ya maombi yako. Kwa hiyo jambo ambalo unatakiwa ulitambue, maisha ya dhambi huchelewesha majibu ya maombi yako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 59 na mstari wa pili, imeandikwa lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na mungu wenu, na dhambi zenu ziliuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Kwa hiyo dhambi inachelewesha majibu ya maombi yako, lakini ukiwa na moyo msafi, maombi yako yanapanda mbele za mungu kwa haraka. Lakini jambo la tatu ambalo ukilifanya mungu atajibu maombi yako kwa haraka saa zaidi, omba kwa kutumia jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo ni ufunguo wa kufungua mbingu ukiomba kwa jina lako au kwa nguvu zako, hautapokea majibu ya maombi yako. Lakini ukiomba kwa kutumia jina la Yesu Kristo, mlango wa mbinguni utafunguka na utapokea majibu ya maombi yako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 16 na mstari wa 23 imeandikwa, amini amini, nawaambieni mkimwomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Mkimwomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Kwa hiyo jambo la tatu ambalo ukilifanya utapokea majibu yako kwa haraka, omba kwa kutumia jina la Yesu Kristo. Omba kwa kutumia jina la Yesu Kristo. Ukiomba jina la Yesu Kristo ni ufunguo wa mbingu. Jina la Yesu Kristo ni ufunguo wa kupokea majibu ya maombi yako. Ukitumia jina la Yesu Kristo utapokea majibu ya maombi yako lakini jambo la nne ambalo ukilifanya utapokea majibu ya maombi yako, omba sawasawa na neno la Mungu. Mungu hujibu maombi yanayolingana na mapenzi yake yaliyoandikwa kwenye neno lake siku so zote Mungu anajibu maombi yanayolingana na mapenzi yake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na mstari wa 14, imeandikwa na huu ndio ujasiri tulionao kwake ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Ukiomba jambo lote sawasawa na mapenzi ya Mungu, atakusikia na atakujibu kwa haraka. Ukiomba kitu ambacho kipo kwenye maandiko kama vile rehema, baraka, amani, afya, ulinzi na kadhalika, majibu huchukua muda mfupi sana. Majibu atachukua muda mfupi na utapokea. Lakini jambo la tano ambalo ukilifanya utapokea majibu yako kwa haraka sana, shukrani na sifa kabla ya majibu. Badala ya kuomba tu, ongeza shukrani na sifa. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura 4 na mstari 6, imeandikwa nukuu, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Umeona, neno la Mungu asema ushukuru kabla ujapokea majibu yako. Anza kumshukuru Mungu kwa hiyo siku zote. Shukrani ni ushahidi wa imani kwamba tayari Mungu ameanza kujibu. Hii huvuta majibu ya haraka siku zote. Unapokuwa una, uh, mmeomba Mungu, anza kumshukuru Mungu, mwambie Mungu asante kwa kuwa umejibu, asante. Siku zote maombi ya shukrani ni ushahidi wa imani kwamba tayari Mungu ameanza kujibu. Anza kumshukuru Mungu, anza kumsifu Mungu, anza kumwambia Mungu asante kwa kujibu maombi yangu. Anza kumshukuru Mungu, anza kumwambia Mungu asante kwa. Siku zote shukrani ni ushahidi wa imani kwamba tayari Mungu ameanza kujibu. Lakini jambo la sita ambalo kilifanya utapokea majibu ya maombi yako kwa haraka: kuwa na subira na kuendelea kudumu katika maombi. Baadhi ya majibu hayaji kwa haraka, kwa sababu ni vita vya kiroho. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya kumi na mstari wa kumi na mbili hadi wa kumi na tatu imeandikwa nukuu: ndipo akaniambia usiogope, Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyekeza mbele za Mungu wako maneno yako yalisikiwa nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako, lakini mkuu wa ufalme wa Jemi alinipinga siku 21, bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nimkamwacha huko pamoja na wafalme wa Jemi. Kwa hiyo kuwa na subira na subira na kuendelea kudumu katika maombi. Baadhi ya majibu hayaji kwa sababu ya vita vya kiroho. Kwa hiyo hiyo, hilo jambo la msingi sana, unatakiwa uwe na subira na subira na kuendelea kuomba, kuwa na subira na kuendelea kuomba kwa sababu baadhi ya majibu mengine yanachelewa kuja kwa sababu ya vita vya kiroho unaanza kuona hapa kwenye kitabu cha danieli sura kumi utaanza kuona danieli amefunga siku ishirini na moja amejikomiti amejidhabii kufunga siku ishirini na moja pasipo kula biblia inasema tangu siku ya kwanza mungu alishajibu maombi yake lakini mkuu wa ufalme anga la wajemi alianzia kwa hiyo kuna baadhi kuna kuna muda maombi yako na majibu ya maombi yako yanaweza kawa yanachelewa, kumbe yamezuiliwa kwenye ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo unatakiwa uendelee kuwa na subira na kuendelea kuomba. Haleluya. Lakini jambo la saba ambalo ukilifanya, Mungu atajibu maombi yako kwa haraka. Toa sadaka ya kuambatana na maombi. Toa sadaka ya kuambatana na maombi. Katika Biblia tunaona mara nyingi maombi yaliyoambatana na matoleo majibu yalikuja haraka. Mfano ukisoma kwenye kitabu cha wafalme wa kwanza sura ya tatu na, adi, na mstari wa nne hadi wa tano utaona suleiman alitoa sadaka kubwa na mungu akamjibu usiku ule ule kwa ndoto kwa hiyo toa sadaka na uh, sadaka ya kuambatana maombi yako kwa hiyo inabidi uambatanishe ya maombi yako yaambatanishe na sadaka lakini jambo la nane ambayo kulifanya utamfanya ajibu maombi yako kwa haraka Kuomba kwa kunena kwa lugha ya Roho Mtakatifu. Wakati mwingine hatujui tuombe nini ipasavyo, lakini Roho Mtakatifu hutusaidia. ndio maana ukisoma kitabu cha Warumi sura nane na mstari wa 26 imeandikwa kadhalika, roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba ipasavyo, lakini roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Kwa hiyo omba kwa kunena kwa lugha ya Roho Mtakatifu. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba comment uandike nimejifunza. Zaidi nikutakia wakati mwema, ninakupenda sana.